Huyu hapa ni bibi anaitwa Prisca Hillonga, miongoni mwa wasanii wa kike ambao uh, wanatajwa kwenye list ya wasanii wa hip hop ambao tunapaswa kwa mwaka 2025 tuweza kuwazingatia sana, uh, kwa sababu tu ya flow zao uh, na uandishi na kila kitu ambacho anakifanya ubibiwe kimekuwa kikubwa sana. Watu wengi pia wameweza ku appreciate uh, uwezo wake na niliona bwana Mdachi pia aliweza ku appreciate na kusema bwana, huyu dogo namfahamu. Uh -huh. Bwana ana rapu yeah, yeah. So, Mdachi fulani hivi tamu kino manoma. Prisca Hillonga, sema Mdachi sababu ni produsa huenda maprodusa mm -hmm. ma wamekuwa na utaratibu pia kuweza kushare baadhi ya taarifa pia za wasanii bora yeah. Saa Prisca, hongera pia kwa kuweza kukubalika na watu wameweza kukuelewa na kusema bwana wewe ni miongoni mwa watu ambao inabidi wazingatiwe sana. Hii inamaanisha nini kwenye kariera yako ya muziki? Ah, uh, asante sana, asante sana kwa pongezi kazi yangu. um, kiukweli mapokezi yamekuwa ni mazuri sana na kwa kweli yananipa nguvu kuendelea kufanya kazi zingine um, na kuendelea kuwapa watu vitu ambavyo vina wahusu hasahasa hasa, na kwa kweli kuendelea kukaza mm, <laughs> kaza buti kwenye kazi okay. Nimefurahi sana jinsi watu wameipokea kazi yangu yeah. Na na matarajio makubwa na watu wangu ya kwamba tuta ipeleka juu zaidi lakini pia um, kazi zangu zingine zitapokelewa vizuri. Bwana, sawa. Tumeimba kwa hisia kubwa sana humu ndani. Unataka kutuonesha kitu gani hasa? Most of the times, mimi naandikaga nyimbo ambazo zina na feel kama mm. hip hop. Unajua hip hop, mara nyingi watu wanaandika vitu wanavyohisi, wanavyovifanya kwenye maisha yao, wanavyo wanavyokutana nao kwenye safari ya maisha, kwa hiyo hmm. Of course lazima i, iwe inahusu chochote kwenye maisha yangu, okay. Lakini uh, freedom maana yake ni uhuru kwa hiyo, okay. Nimeongelea uhuru kwa uh, namna pana zaidi ya kwamba uhuru wa fikra, uhuru wa uh, nafsi, uhuru wa mwili fizikali hmm. Kwa hiyo kiukweli unahusu maisha yangu kwa sababu uhuru wa nafsi uhuru wa fikra hasa hasa, ukifikiria watu wengi wanashindwa kusonga mbele. Uh, inawezekana mimi huu ni wakati wangu, lakini inawezekana ningefanya hivi ninavyofanya sasa hivi huko nyuma, ingekuwa ningekuwa mbali zaidi kute kwa, e, ukiangalia na wakati wa sasa ambapo nimeanza upya mziki wangu vizuri, lakini ningefanya nyuma, huenda ningekuwa mbali zaidi kuliko nilivyo sasa hivi, lakini Uh, kuna vitu vingi ambavyo vina vilisababisha mimi kutokuwepo hapa, kuto kuanza kazi zangu, kuto kufanya kwa uhakika zaidi. Na vitu hivyo, inawezekana ni pamoja na watu, pamoja na kutokuwa uhuru na kuamua ya kwamba mimi nataka kufanya hivi na nitafanya bila kuwaza nani anasema nini mm. Kwa sababu um, hiyo tunasema vinawafunga watu ku, sogea mbele, uoga unawafunga watu kufanya vitu wanavyotaka kuvifanya okay. Mara nyingi, kwa hiyo kiukweli wimbo unahusu maisha yangu. Eh, bwana, saa tutegemee kitu gani kikubwa sana kutoka kwako kwa hasa, hasa kwenye upande huu wa muziki wa HB, hip-hop? Um, kwa kweli watu wategemee vitu vingi sana, wategemee nyimbo nyingi nzuri na wategemee uh, Prisca kunyanyuka kwa nguvu zao, kwa sababu muziki mwisho wa siku ni sisi ni watu kwahiyo uh, tunahitaji watu kunyanyuka. Kwahiyo nategemea kwamba watakuwa pamoja na mimi na hivyo hivyo, wategemee kwamba mimi nitatoa kazi nyingi oh, yeah. na kazi nzuri, ili tufurahi tufurahie mziki, kwa sababu mziki ni enjoyment, ni raha, ni elimu. Kwahiyo uh, wategemee vikubwa zaidi kutoka kwangu. Bwana sawa, leo ni Jumatano ya hip hop. Vipi, unaonaje ushindani wa muziki wa hip hop Tanzania kwa sasa? Kwa kweli, kwa sasa mziki wa hip hop umekuwa unazidi kuendelea kuwa juu. Um, wako wadada wengi sasa hivi wanaimba wana, wanafanya hip hop, ambayo hiyo inatupa nguvu wengine pia kufanya kwa bidii zaidi kwa sababu ushindani ni mkubwa kwa kweli, na wadada wanafika kwenye engo kubwa za maisha ambazo tunaziona kwamba okay, wamenyanyuka kupitia hip hop kwa hiyo mm, inatupa nguvu, inatupa ushindani, inatupa um, Uh, nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii ya kwamba kuna wengine wanafanya kwa hiyo ukile, ukilegea hapa unaweza usisogee kwa sababu nafasi, nafasi zipo. Oh yeah. Zipo na ziko na wengine wanazichukua kwa sababu wanatia nguvu zaidi kwao, ushindani upo kwa kweli. Yeah, Bwana sawa. Umefanya kazi na Dupy, natamani kufahamu pia kipi kilikusukuma ukaona kuna haja ya kuweza kumwamini producer Dupy. uh, producer Dupy ni producer mkali mm. Kwa hiyo nimeamua ni, ni kufanya naye kwa sababu ni producer mwenye uh, beat kali, lakini pia ni producer mkali tu in general kama unavyoona wimbo wetu wa Freedom ulivyo mkali. Kwa hiyo mimi namshukuru sana kaka Dupy, producer mkali sana. Namshukuru ku, ku, kubali kufanya kazi na mimi, na mpaka tumetimiza hiyo uh, project mpaka hapo ilipofika. Hebwana sawa, basi mwisho tumalize lolote la kuweza kuambia fans na uweza kuitambulisha ngoma yako jipya ili hapa Freedom. Uh, kwa kweli mimi naitwa Prisca Hillonga uh, ni mwanamuziki wa hip hop na ninatumia muda huu kutambulisha kazi yangu mpya inayoitwa Freedom. Inapatikana kwenye platform zote ukitafuta tu jina Prisca Hillonga utaandika Freedom, itakuja kwenye platform zote, wimbo wangu unapatikana. Na washukuru wote kwa kusupport wimbo wangu, lakini pia ninawaomba msubscribe kwenye YouTube channel yangu kwa jina Prisca Hillonga, na pia ni follow Instagram kwa jina Prisca Hillonga. Asanteni sana sana sana, nikutakie muda mwema. Let's be free everybody Waliko usoni ndoto za huru wa maisha yangu ziko moyoni ndoto njema umaskini uishie motoni niwe mwema nisaidie wasonazo mfukoni. No chains, no boundaries, can't hold me back. I'm running on this hope, I'm staying on the track. I'm a freedom pyro, my flame never dies. You can break my body, not my spirit, that's a fact. Tunachukua inatosha shindi na zile nguvu moyoni zinaongezeka wingi. Haa! Sauti yangu iko angani kama huru

Wakaamka kusali Mungu wao sisogee, wambie sina mipaka, njia yangu meyote, kelele za jana haziwezi fanya sisogee. yeah, I have no fear.